Gavana wa kaunti ya Trans Nzoia, George Natembeya, ambaye pia ni naibu kinara wa chama cha DAP Kenya ameonyesha kukerwa kwa kile anachokitaja kama uzembe katika idara ya polisi pamoja na tume ya uwiano na utangamano wa kitaifa, NCIC. Amesema kuwa kushindwa kuchukua hatua kali dhidi ya watu wanaochochea vurugu na kueneza misimamo mikali wakati wa kampeni za uchaguzi mdogo kunahatarisha udhabiti wa nchi na kudhoofisha juhudi za kuimarisha umoja wa kitaifa. Nataka watoto wapige kura kwa mazingira ambayo ni mazuri na change inakuja eneo la magharibi uh, upande wa Bungoma change inaanzia Kapchai. Wakati wa kazi wa Kapchai, mko na fursa kubwa kudhihirisha kwamba wakati wa mabadiliko imekuja, ile taifa la Kenya, hata wale ambao wako kule Nairobi wajue kwamba mabadiliko uh, ya western yameanza. Katika ujumbe wao, wananchi wameitaka serikali na taasisi husika kuhakikisha kampeni zinazoendelea zinakuwa za amani wazi na zenye kuheshimu misingi ya demokrasia ili kuepusha migawanyiko na machafuko. ni ya <tipa> Kafuchai na maraba, ikiwa naleta picha ya Kenya ya wale hawatu napeleka nyumbani, wanakwenda wale wanabaki, wanabaki. So tuongee maneno ya kafuchai zai cha ukweli, Mheshimiwa Natembeya na kuongeza na nakuomba, ukuja kesho ntakuwa na party nikiiulishe chapati na njugu mama miagurita, maana kaidia serikali ya Kenya asa police station ya Kapchai ama commissioner wa Bungoma County, ninamwomba asikubali mtu anunue police station ya Bungoma yote

Bara huyu niyo si mzuri. Kama mfano naona hapa Kabuchai nona wengine huku viga huku sijui nizomesha kwamba kuna mtu anataka tu achukue kwa lazima, hawataki ile uamuzi ya raia kufanya mambo yao. Kitu kingine, kitu kingine serikali nafaae aweke usalama wa kutosha aipi lazima ina mm, m kwa sasa, wadau wa usalama na viongozi wa kisiasa wanatarajiwa kuweka mikakati ya pamoja ili kuhakikisha mazingira ya kampeni yanabaki kuwa salama, huku wakiwahakikishia Wakenya kwamba hatua wa madhubuti zitachukuliwa kudhibiti uchochezi na kulinda mshikamano wa kitaifa. nikiripotia kiripotia mtazamo wa dira runinga Tandao, jina langu ni Florence Simiu.